Kufuatia kukamatwa na kuzuiliwa kwake mwanaharakati Boniface Mwangi na mwenzake kutoka taifa la Uganda Agatha Atuhaire kwa zaidi ya masaa 24 mjini Dar es Salaam Tanzania, wanaharakati kutoka humu nchini wamejitokeza na kulalama kuhusu hatua hiyo, licha ya taifa la Tanzania kusema kuwa wanaharakati wote waliokuwa wamezuiliwa waliachuliwa, wawili hawa hawajulikani waliko.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

Kulingana na mkuu wa mawaziri ambaye pia ndiye waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi, kila taifa lina sheria zake, licha ya kuwa raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki wana uhuru wa kuzuru mataifa ya wanachama. Aidha, ameahidi kuwasiliana na ubalozi wa Tanzania kubaini aliko mwanaharakati huyo. Tukiambia watu that Kenya is so democratic, they don't believe it. Watu wanatoka katika taifa zingine wanakuja kufanya maandamano hapa. Haya, wamejaribu. Hawakutoka kwa airport. Wameambia rudi kwenu. Kama mnachezea kwenu mwende mcheze kwenu, hapa hatutaki. Baadhi ya wabunge wakiunga hatua iliyochukuliwa na taifa la Tanzania dhidi ya kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua na wanaharakati wengine. Matukio haya baina ya wanaharakati wa Kenya na uongozi wa Tanzania ukionekana kuzua tumbo joto miongoni mwa Wakenya, jambo linalodaiwa kupelekea mitandao kadhaa ya kijamii inayomilikiwa na Tanzania kudukuliwa na kutumika kueneza habari za uongo na watu wasiojulikana. Mary Kyalo,